Mtazamaji karibu tuelekee viwanja ambao Misri inatambulika kama mibabe wa michezo hasa soka barani Afrika jambo ambalo Kenya inalenga kujifunza kutoka kwao. Balozi wa Kenya nchini Misri Frederick Outa akisema mipango inaendelezwa ili kulifanikisha ushirikiano wa mafunzo hayo. Mwanaspoti wetu Lukman Mahmud alimtembelea balozi huyo ofisini mwake jijini Cairo na kuandaa taarifa ifuatayo. Si katika ngazi ya timu za taifa pekee, hadi kwenye vilabu. Misri inatambulika kama magwiji wa soka kutokana na uwekezaji wao hasa kwenye miundo msingi ya viwanja na ukuzaji wa vipaji kutoka utotoni. Balozi wa Kenya nchini Misri Fredrick Outa akisema mipango inaendelea kwa sasa kuhakikisha Kenya inafaidi kwa kujifunza baadhi ya mikakati ya Misri kuhusu michezo. This country has really invested heavily on sports. Uta kitaka vilabu na mashirikisho nchini Kenya kuchukulia mchezo kama ajira na pia kama taasisi za kibinafsi, jambo ambalo hapa Misri limefanikisha mchezo yao kwa kiwango kikubwa.

Balozi huyo aliyehudhuria mechi zote za Rising Stars kwenye hatua ya makundi ya AFCON, na akitaja vipaji mahiri vilivyoko Kenya, ila tu havijapata kuonyeshwa, jambo ambalo pia anasema wanalifanyia kazi to be, Uh, to come and get training here. Fainali za AFCON kwa vijana chini ya miaka ishirini zitachezwa Jumapili hii. Licha ya kutofanya vyema kwa timu ya Rising Stars katika mchuano wa AFCON hapa nchini Misri, Kenya imejifunza mengi inayohusiana na usimamizi wa michezo kutoka kwa wenyeji wao Misri. Lukman Mahmud, runinga ya Citizen kutoka Cairo, Misri.